Msikilizaji wa idhaa unayoipenda ya mwelekezi TV, jina langu likiwa ni Baraka Elieza na hapa ni naye bwana ambaye amekubuhu sana katika masuala ya lugha ya Kiswahili, ni anadadavua mada mbalimbali, ni msomi, ni mweledi wa lugha za Kiswahili, lugha ya Kiswahili kunradhi, na vilevile ndiye mwelekezi wa chama cha Kiswahili chuo kikuu cha Kenyatta. Pengine umweleze tu mpenzi msikilizaji na mtazamaji jina lako na shughuli zako ni zipi katika uh, tasnifu hii ama katika kumradhi, katika uh, uwanja huu mpana wa Kiswahili? Basi msikilizaji wangu ama msikilizaji wetu, iwapo umeweza kufurahishwa na matini zetu, tunakuomba basi uweze kubonyeza alama ya kengele hapo, na kwa heshima zako utaweza kupata video zetu kila wakati tunapoziweka mtandaoni. Kunti kabisa. Asante sana uh, bwana mwenyekiti, kama alivyosema kwamba jina langu ni Mwelekezi Charles Mugo na leo nina furaha gaya furaha nyingi sana kumtembelea bwana mwenyekiti hapa chuo kikuu cha Kenyatta, na tumekuja hapa kupiga shughuli mbili tatu, agharabu tuweze kufahamu jinsi Kiswahili kinavyokuzwa na kuenezwa katika janibu hizi za chuo kikuu cha Kenyatta. Ah, kuntu kabisa. Bila shaka mpenzi mtazamaji, unavyoona mazingira ni ya chuoni Kenyatta. Ah, kuna hum, hum, kazi nadhifu hapa ya sanaa iliyofanywa hapa na upande wangu wa kushoto, kama sijakosea ni, ni maktaba kuu ambayo inafahamika kama post modern library. E, tumekuwa tukizunguka tu ah, kwenye, kwenye mandhari haya ya chuoni tukijifunza ah, kuhusu maswala mbalimbali mbali, miti mazingira kwa jumla, na tunadhani ya kwamba yale matini ambayo tumekupakulia, utayafuata utayatafuta kwenye mitandao ya kijamii kama vile YouTube, uh, kama vile Facebook utayatafuta kwingine kupi? Pia katika kule WhatsApp kuna kundi hapo ambao tutakuongeza. no. Na nishukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kushare ku subscribe katika Mwelekezi TV. Na bila shaka wakati huu wa likizo pia tunaomba wanafunzi wa shule za sekondari msingi, wanafunzi wa shule za uh, sekondari muende pale, mpakue, msome, mhurudike, ili agharabu tuinue hadhi ya lugha krama, lugha ashrafu, lugha tupendayo ya Kiswahili. Siwezi kusema kitu umesema yote nani, ya kwamba ni katika shughuli za kuinua kuikuza lugha ya Kiswahili nani. Nami mpenzi msikilizaji, ni kukushukuru tu, pengine bwana mwelekezi atupe takrima zake za mwisho atupe at, atupe zile eh, ambazo ni ni wosia wake wa mwisho wa mwisho bingo nikusema kwamba tuzidi kuzidi na hatua kwa hatua, kwa kweli tutatua Kiswahili lugha yetu Kiswahili Umoja wetu nguvu yetu, hiyo ndio kauli mbiu. Nadhani amevalia tishati na, na, na, na, na, moja ambalo linasema hivyo ya kwamba Kiswahili lugha yetu, umoja wetu. Hiyo ni moja ya tishati tao za cha kike, nami nikiwa nimevalia nyeupe, unaona tuko nadhifu sana. Ah, kwa heri mpenzi msikilizaji, hadi wakati mwingine tutakukutana, asante.